osema na kuja kanisani Jumapili, meseji nilizopokea za watu mbalimbali manabii mitume na wanani, askofu bwana anasema usiende kabisa usijitokeze, bwana anasema nikawaambia, sikilizeni, sikilizeni, yanipasa kukwea nyumbani mwa bwana leo. Anzia leo niko hapa kila Jumapili, eh! Hey, usiende! Hey, shetani analo jambo! Hey, sikiza nikwambie kitu. Ukiniona mi nakwenda mahali hata kama giza limetanda kiasi gani, ukiona jasusi yuko mbele wa mbinguni, jua ni salama. Radi zipo, mafuriko yapo, upepo upo, lakini namwamini Mungu itakuwa vile vile kama nilivyowaambia.